Jambo, na karibu Teachkrest. Mimi ni mwalimu wako wa Kiswahili bikirubu. Naam, tunataka tuweze kujifunza kuhusu fasihi simulizi na tutajikita katika naam. Maghani, maghani. Um, tuweze kuyashughulikia moja kwa moja. Soma makala haya kisha ujibu maswali yanayofuatia: Nani kama yeye? Bingwa simba kati wanangezi, hujisakia cha akili ya maisha. Bidii ya kusaka ndo jina lake la pili. Mweledi ndivyo weledi anayo, utiifu usoyumba. Akielekezwa aelekezeka, yumo mbio mbioni kusaka maelekezi. Nidhamu ndo jina lake la pili. Nani kama yeye? Amepevuka mwanafunzi mwadilifu, mbuzi zi rafiki wa dhati ya bukukuu, safari kuingia hadi kutoka. Simba ndo jina lake la pili. Nani kama yeye amemudu na kukomaza lugha mstaarabu, nadhifu hafuatifuati hafutifuti analenga ndipo. Mlenga shaba ni jina lake la pili. Nani kama yeye? hachizarejelea maswali kuelewa majibu bainifu tiririka tiririri kikamilifu orodha ya virumi cha ustadi mifano ridhawa wina simba mmoja. Huu ni maghani. Ainisha kipera cha maghani kinachohusishwa utungo huu kwa kuzingatia kipengele cha maudhui. Utungo huu ni maghani. Ainisha kipera cha maghani kinachohusishwa utungo huu kwa kuzingatia kipengele cha maudhui kabisa, tunajua kwamba maghani uh, ni tawi au kipera cha ushairi simulizi na ni mashairi ambayo uh, hukaririwa eh, hayaimbwi, eh, yanaganwa kwa maana yanaitwa maghani. kwamba maghani ni ushairi ambao hutolewa kwa kalima badala ya kuimbwa au um, mwingine anaweza sema kwamba ni tungo za kinudhuma au kishairi ambazo huwasilishwa kwa kalima au mazungumzo, kama hii hapa, Nani kama yeye bingwa simba kati wanangezi. Unaona, na Asunta Kemati kwa kitabu chake cha Fani ya Fasihi Simulizi anasema kwamba uh, kimaudhui magani ni sawa na nyimbo na hivyo shughulikia masuala ya kijamii kama vile kazi, maombolezi, siasa, na kadhalika, ndiposa eh? Um, tunapata kwamba swali letu linatu- linatuambia kwamba tuweze kuainisha magani haya kwa kipengele cha maudhui. Tutapata kwamba ni sifu kwa sababu ina sifu, hmm. ni mashairi ya sifa ambayo huganwa kumsifu mtu fulani kutokana na matendo yake. Fafanua kwa hoja sita sifa za simba anayerejelewa. Simba hapa imetumiwa kama istiara na, na tunataka kujua sifa zake, na inabidi kwamba ujikita katika shairi lenyewe katika ubeti uh, wa kwanza tunapata kwamba uh, yeye ni mwenye bidii au mchapakazi. Tunaambiwa kwamba bidii ya kusaka ndo jina lake la pili, inatupa sifa ya kwamba yeye ni mchapakazi au mwenye bidii. Ubeti wa pili ni mweledi eh? Pia ni mtiifu, hivyo kwamba akielekezwa anaelekezeka. Pia tunaona sifa nyingine kwamba ni mwenye nidhamu. Nidhamu ndipo tunaambiwa kwamba nidhamu ndio jina lake la pili. Tunapata kwamba ni mwadilifu, pia amepevuka eh? Tunaona kwamba ni mstaarabu, ni nadhifu eh? pia ni mlenga shabaha A goal achiever. Hmm? A, pia, mingine tunamwona ni mkamilifu katika ubeti wa mwisho, sifa zinajitokeza a. Katika yale magani, soma makala kisha uweze kuyajibu yale maswali kwa ukamilifu. mbinu hmm, nne, za kimtindo ambazo zinajitokeza kwenye magani haya, alama nne. Mbinu za kimtindo wa mwisho, kuna neno wina eh limetoholewa kutoka neno la Kiingereza winner W I N E R winner, kumaanisha mtu ambaye ameshinda, mshindi. Hivyo kuna mbinu ya utohozi. Naam, kitu kingine kuna uradidi kama nani kama yeye, nani kama yeye, nani kama yeye. Pia kuna kule kurudia kwa uh, sauti zizi, nadhani ili kuleta ridhimu uh, pia kuna kurudia, ila kwamba sasa ni kule ku kule kunyambua, kwa mfano, akielekezwa aelezeka aelekezeka ailek, h uh, ni kauli ya kutendesheka na. Uh, kitu kingine ambacho tuliona pale, kuna matumizi ya koja kwa wingi, kwa mfano mstaarabu, nadhifu, ili pawe na kupumua. Kumbuka kwamba magani hayaimbwi, yanasema hivyo, lazima mtu aweze kupata kituo uh, ameze mate uh na pia kutenganisha sentensi. Aha. Ni ritifaa. Bidii ya kusaka ndo jina lake. Mtu anayeongelewa hapa haonekani, hivyo kuna ritifaa pale. Simba hapa ni sitiari kuonyesha kwamba mtu ni nini? Ni bingwa hmm. Ah, pia kuna maswali balaa. Nani kama yeye? hmm. Naam. Sauti pia tumesema hapa kuna taswira mwendo. Pia kuna chuku, kwa mfano um... Nani kama yeye amemudu na kukomaza lugha mstaarabu nadhifu afuatifuati hafutifuti analenga ndipo mlenga shabani jina lake. Hivyo tunapata kwamba kuna chuku um, mtu anayezungumziwa hapa ameweza kupewa sifa kupindukia kwamba ye ni nadhifu afuatifuati hafutifuti. Eh, pale kuna mbinu ya chuku. ni kama yeye. mm -hmm. <laughs> Mikakati sita ambayo Manju angetumia kuwasilisha maghani haya. Eleza mikakati sita ambayo Manju angetumia kuwasilisha maghani haya. Kitu ni kama unaulizwa uweze kueleza sifa za fanani bora naam. Uh, anaweza kuwa ni malenga, anaweza kuwa mtambaji bora, anaweza kuwa manju na kadhalika. Anaweza kuwa mli, uh, mlumbi. Hivyo katika magani mtu anaye gani huitwa manju. Haya, tuanze kabisa katika ubeti wa kwanza, nani kama yeye? uh, hilo ni swali balaha. Hivyo uh, mkakati ambao angetumia hapo ni kuhusisha hadhira yake, angeshirikisha hadhira yake kwa kuwauliza maswali ili waweze kufikiria eh? Wasiwe tu ni hadhira ambayo ah, ina imekinai eh? ina ukainifu wa kiasi fulani, hivyo angehusisha hadhira yake ili waweze kuungana naye na kufanya hata kughani kwa yale maghani kuwe na ladha ah, bingwa Simba kati wanangeze. Ukiangalia katika ubeti huo, uh, sentensi hizo mbili au mishororo hiyo miwili, uh, kuna haja ya kwamba manju aweze kutumia uh, mabadiliko ya toni na hata kiimbo. Kumbuka kwamba kiimbo ni kupanda na kushuka kwa mahadhi ya sauti, mawimbi ya sauti, ilhali toni ni utegemea hali. Ikiwa nataka kupasha kuhusu uh, toni labda ya kuhimiza, atatumia toni tofauti na wakati kuna huzuni na wakati kuna furaha. Hapa ni toni ya furaha, bingwa simba kati wanangezi, eh. Utaona ataweza kutumia uh, mabadiliko ya toni ili ujumbe wake uweze kueleweka. Jambo la tatu linalohusiana bado na lugha ni kwamba anafaa aweze kutumia lugha kwa ufasaha uh, ili ujumbe wake uweze kueleweka. Mm. Lazima awe ni mtu ambaye ana uwezo wa kutumia lugha ipasavyo ili isije kwamba uh, anatumia msamiati ambao ueleweki ama matamshi yake yakawa yakawa yanaleta A dhana tofauti kuliko ile iliyokuwa inalengwa. Jambo lingine ni kwamba lazima awe mjasiri, lazima awe mkakamavu anapowasilisha magani haya kwa hadhira yake. Ikiwa hana ukakamavu, basi ule uoga utamfanya asiweze kuwasilisha magani haya ifaavyo. Jambo lingine ambalo anafaa afanye ni kwamba aweze kutumia maleba uh, na mapiku yanayofaa yanayoambatana moja kwa moja na maghani haya. Kwa mfano hapo kwa bingwa wina eh, um, anaweza... okay, hata kuna hapo ambapo anasema kuhusu uh, mwanafunzi adil, mwadilifu, jinsi anavyoelekezwa akaelekezeka, anaweza kuwa kwamba kuna uh, matumizi ya maleba ambapo kuna sare ya shule ambayo mwanafunzi amevaa, eh, alafu kuna mwalimu pale ambaye anamwelekeza, tunaona ana uh, kubali yale maelekezo au maoni anayopewa. Jambo lingine linalohusiana na hilo ni matumizi ya viziada lugha. Inaweza kuwa ni miondoko, inaweza kuwa ni mchongeo wa mwili na kadhalika. Kwa neno bingwa, hmm. Anaweza kutumia mkono akaukunja kama wale watu ambao wanaenda ku ugani. Eh? wanataka kwenda kupimana nguvu, hivyo unaona wanakunja mkono kuonyesha jinsi uh, misuli yao ilivyo. Hivyo wanaweza kufanya hivyo pia. Katika nyuso uh, kunaweza kuwa na uonyeshaji wa, hmm. wa nyuso uwasilishaji wa nyuso Ha? tunaita facial expressions. Na tunajua uso una paji, kuna macho, kuna midomo, kuna pua, kuna mashavu, hivyo ataweza kuonyesha ule ueledi wake eh? kwa jinsi hata alivyo nadhifu, hana kitu kwa macho eh? yani mtoto mstaarabu eh? afutifuti, mm. Naam, jambo lingine ambalo manju anaweza kulizingatia ni aweze kufahamu uh, hadhira yake, utamaduni wao, umri wao, ili aweze kuwa na uwezo uh, wa kufaragua kutegemea hadhira hiyo. Kwa mfano, ikiwa ni kwa watoto, huenda atakuwa na zungumza kwa polepole. Ikiwa pole, ni watu wakubwa wa kiasi fulani, atakapokuwa kighani maghani haya itakuwa kwa kasi kwa sababu wana uwezo wa kuelewa. Naam, nne ni matumizi ya jukwaa, stage management, atatumia vipi ule ulingo? Lazima awe na uwezo wa uh, kufanya miondoko kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kwa mfano hapa na yumo mbioni mbioni kusaka maelekezi, utamwona mwanafunzi huyu labda uh, anaenda darasa lingine anawatafuta walimu na anataka kuelekezwa consultation. Uh, hivyo manju asiwe tu mahali pamoja, aweze kujaribu kutumia ule uh, ulingo wake hivi kwamba uh, hadhira yote iweze kushirikishwa. Ni aweze kuwa mbunifu. Ubunifu wake utadhihirika uh, kutegemea uh, ile drama atakavyokuwa akielekeza kuuliza mm, maswali eh, aweze kutumia mapiko na kadhalika. Ingine ni kwamba anafaa hakikishe kwamba sauti yake inasikika mm, ah, kwa kimombo tunaita vocal projection sound projection sound um, na hapa ni kusema kwamba haushout eh, au ongei kwamba ah, ni kama uko wazimu eh, na ropokwa uh -uh. Sauti inatoka tumboni, kwa mfano bingwa. hmm? Kuna venye hiyo sauti unai unaifumba kiasi fulani, inakani kama inatoka na uzito fulani ili iweze kusikika, sio kusema bingwa, eh? Kuna tofauti hivyo, aweze uh, kuhakikisha sauti yake inasikika, na ikiwa basi sauti yake iko chini kabisa basi hana budi kutumia teknolojia kwa mfano vipasa sauti, kuhakikisha kwamba sauti hiyo inasikika kwa hadhira yake yote, haswa kule nyuma. Naam, bure utapata wengine wamelala, wengine wamechoka, ilhali ujumbe ambao wanapasha unafaa kweli. Ni kusisitiza kwa mfano hafuatifuati, hafutifuti, eh? anasisitiza ili kuleta mkazo, um, kutilia mkazo ile kwamba hadhira yake iweze kukumbuka na pia kuathiriwa kihisia, iweze kuathiriwa kihisia na kumpenda tu huyu mwanangezi ambaye amemudu na kukomaza lugha, ni mstaarabu, ni nadhifu. Angalia tu hivyo vivumishi eh? hafutifuti hafutifuti, analenga ndipo mlenga shabaha. Naam, kuongezea hoja zingine hapo kwenye comment section ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Na ikiwa huja subscribe, tafadhali, unangoja nini? Inatusaidia kusonga mbele na kuhakikisha ujumbe huu unafikia watu wengi. Kwa hivyo, tafadhali, naomba uweze kubonyeza link hapo juu eh, au kingele, ili kila wakati tunapo weka video mpya upate ujumbe huu. Shughuli moja ya kiuchumi na moja ya kijamii katika jamii ambam, ambamo utungo huu huwasilishwa. Andika shughuli moja ya kiuchumi na moja ya kijamii katika jamii amb, ambamo utungo huu huwasilishwa. Um, kumbuka haya ni yale maswali ambayo uh, unafaa ujikite katika makala yenyewe siende kubabaisha na kubabaika. Nadhani um, shughuli ya kiuchumi wanayofanya ni ukulima, kwa sababu tunaona neno mbuzi, hivyo kuna ufugaji wa mbuzi, hivyo kuna kilimo kinachoendelea. Uh, jambo lingine, uh, kwa shughuli ya kijamii kuna elimu, ndipo sio? Tunaona kuna mwanafunzi pale, angalia anavyojisatiti, anajisikia cha akili ya maisha hmm. Ah, alivyo nadhifu, ni mstaarabu pia, amekuwa ni ustadh na kadhalika. Um, tumekomea hapo. Nadhani ungeweza kupata hizo alama ishirini. Kadiria ikiwa ungezipata. Kwaheri, uh, kwa heri, kwaheri kwa